Karibuni katika muhtasari wa kijasusi unaoletwa kwenu na Jasusi TV. Hizi ni habari fupi zinazohusiana na masuala ya intelijensia hususan ujasusi ambazo zinaletwa kwenu na Jasusi TV. Habari tulionayo leo inahusu maafisa wawili waandamizi wa idara ya ujasusi ya jeshi la Uganda ambao wamekamatwa kwa amri ya mkuu wa majeshi la nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Waliokamatwa ni kanali Peter Ahimbisibwe, mkurugenzi wa kupambana na ugaidi na luteni kanali Ephraim Biaruhanga, mkurugenzi wa operation maalum. Wametuhumiwa kuruhusu idara zao kuingiliwa na wapiganaji wa ADF, kundi la waasi linalohusishwa na mashambulizi ya kigaidi nchini Uganda na ukanda wa maziwa makuu. Inadaiwa walitoa taarifa za uongo kwa uongozi wa juu wa jeshi hilo jambo lililosababisha makosa makubwa ya kioperation. Hii ni sehemu ya uchunguzi mkubwa unaoendelea ndani ya idara hiyo ya usalama ya ujasusi ya jeshi la Uganda inayofahamika kama Defence Intelligence and Security, yenye makao makuu yake Mbuya nchini jijini Kampala. Serikali ya Uganda haijatoa tamko rasmi. Hata hivyo, taarifa kutoka ndani ya jeshi hilo zinasema kwamba kuna askari zaidi Uh, kutoka idara hiyo ambao wanatarajiwa kukamatwa. Tukio hili linaibua maswali makubwa kuhusu usalama wa ndani, wa ndani wa jeshi la Uganda na uwezo wake wa kukabiliana na matishio ya kiusalama hususan kutoka katika kundi hilo la kigaidi la ADF. Kupata taarifa fupi kama hizi na nyinginezo fanya kusubscribe channel ya YouTube ya Jasusi TV. Asanteni na kwa herini.